Ili liwo wa kwanza kupata habari za michezo burudani, bonyeza sehemu nyekundu subscribe, bwana. Klabu ya Yanga imeendeleza ubabe wake zaidi ya Simba. Yanga wameendeleza ubabe, wana Yanga wenyewe anasema hawashikiki, hawakamatiki, wao ni wa moto. Ukitaka kumbatia moto, kumbatia ila cha moto utakipata. Hivyo wamechukua Ngao ya Jamii mbele ya Simba kwa kumfunga goli moja kwa bila goli ambalo amelifunga Pacome Zouzoua Pedro, lakini otekwayote, hua kuna tambo nyingi. Wenyewe na Simba walisema kichwa kipo tayari, wao wow, so taari wamesema wanapiga kichwani Waende sasa kwa sababu kichwa chakipaka mafuta, waende tu hivyo. Walivuma mechi baada ya kuisha, Yanga wakaposti klipu ikionyesha kwamba kichwa sikipo tayari, wenye washaandaa rungu au wameandaa nyundo, kwa hiyo wakawa na bonda kichwa kile na nyundo. Hivyo wanaYanga wameonyesha kwamba wao ni wakubwa kwenye soka la Tanzania. Wao wanapiga mpira unaovutia, wao ni wababe zidi ya Simba, wao Simba haiwawezi kivyo vyote vile, maana wamewafunga Simba wakiwa bola, wamewafunga Simba wakiwa Baya. Wamefunga Simba hata katika mechi ambayo inaonekana wako sawa 50 kwa 50, lakini Simba ameshindwa kuwafunga Yanga, hivyo wana Yanga wanajipiga vifua mbele. Lakini atokoyote, baada ya mechi kuisha, Yanga wenyewe walielekea airport kwa ajili ya kusafiri kuelekea Angola, huko ambako wanaenda kucheza mechi yao Ijumaa ya klabu bingwa barani Afrika, mechi yao ya hatua za awali. Mechi hiyo ambao wanasema kwao ni mechi muhimu kweli kweli, mechi ambayo wanatakiwa washinde ili wajiweke nafasi nzuri katika michuano ya klabu bingwa. Eh bwana, ili waanze kupata habari mchezo wa burudani, subscribe page yetu.